Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, amekanusha nchi yake kutekeleza mauaji ya kimbari kwenye eneo la Gaza ikiwemo kutumia chakula kama silaha ya vita, badala yake ameyakosoa mataifa ya magharibi kwa kujaribu kuhalalisha ugaidi uliofanywa kwenye ardhi yake Oktoba 7 mwaka jana. Akihutubia kwenye Umoja wa Mataifa, Netanyahu amesema nchi yake haitarudi nyuma katika kuhakikisha inamaliza kundi la Hamas na washirika wake kwenye ukanda, huku akitupilia mbali tangazo la hivi karibuni la baadhi ya nchi kuitambua Palestina kama taifa huru. So kwa viongozi wa Hamas waliosalia na kwa watekaji wa raia wetu, nasema hivi: wekeni silaha zenu chini, achieni watu wangu waende, waachieni mateka wote wote 48. Waachieni mateka sasa hivi. Mkifanya hivyo, mtaishi, na kama mtafanya hivyo, Israeli itawawinda kokote mliko. Ikiwa Hamasi itakubali masharti yetu, vita inaweza kuisha sasa hivi. Gaza itakuwa haina silaha, Israeli itashika hatamu ya usalama, na utawala wa amani wa kiraia utawekwa na raia wa Gaza na wengine ambao wanataka amani ya Israel.